Ya ja, kikosi kinaendelea na maandalizi yake kuelekea kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya wenyeji Morocco, mchezo ambao utachezwa Jumapili ya Januari 4. Uh, baada ya mchezo wetu wa mwisho hatua ya makundi dhidi ya Tunisia mchezo ambao ulitupa tiketi ya kuweza kufuzu kwenye hatua hiyo ya 16 bora. Kikosi kilifanya mazoezi ya recover jana, kwa maana ya kurejesha miili kwenye utimamu, na leo kikosi kitaendelea na maandalizi yake mengine kwa maana ya uwanjani. Uh, lakini pia na siku hizo ambazo zimebaki kuelekea mchezo, maana ni kwamba benchi la ufundi litaendelea sasa Uh, kuendelea kufanya maandalizi ya kimbinu pamoja na mambo mengine. Uh, hali ya wachezaji iko vizuri ukiondoa wale ambao uh, ni majeruhi kwa maana ya uh, Yakubu Suleiman uh, lakini pia vile vile uh, Abraham uh, Morris, lakini wengine wote wako vizuri na wanaendelea na maandalizi kwao. Kilichobaki ni kuelekea kwenye mchezo husika na inabaki sasa kwa benchi la ufundi kuona namna gani ambavyo uh, tunakwenda katika mchezo huo. Lakini kikubwa tuendelee kuwashukuru Watanzania, tuendelee kuwashukuru mashabiki ambao uh, wamekuwa bega kwa bega na sisi uh, kuelekea uh, katika mchezo huo lakini pia uh, sapoti yao katika michezo ambayo imepita, lakini shukrani za dhati pia kwa serikali ambao Uh, tumekuwa nao bega kwa bega tokea kwenye michezo ya kufuzu, lakini pia vile vile kabla ya michezo ya wa kufuzu uh, wakati wa maandalizi kwa maana ya camp pale Misri, lakini mpaka sasa pia wakati tunaendelea na mashindano tukiendelea kushirikiana bega kwa bega. Kwa hiyo uh, ni waombe wa Tanzania uh, tuendelee kuwa pamoja kuhakikisha kwamba, uh, tunaendelea kufanya vizuri katika mashindano haya AFCON ya ishirini ishirini na tano hapa Moroko.